Na zaidi ya wa Wakenya milioni mbili wameathirika na ukame huku kaunti kumi na moja zikiwa katika orodha ya uhitaji mkubwa wa chakula na maji. Nam, kulingana na shirika la msalaba mwekundu, zaidi ya wa watoto laki saba wanaugua utapiamlo kutokana na ukame humu nchini. Na, na kama anavyoarifu Laura Otieno, baadhi ya viongozi sasa wanamtaka Rais William Ruto kutangaza ukame kama janga la kitaifa ili kuokoa mamilioni ya wa Wakenya kutoka kwa makali ya njaa. Katika eneo la Burder kaunti ya Wajia, mizoga imetapakaa sehemu mbalimbali, taswira hii ikitokana na kufeli kwa msimu wa mvua za mchoo mwaka jana. Hapa wakazi wanajikuna wafikiapo kwa kugawanya maji walioteka kati yao na mifugo ili kuepuka maafa. Tulikuwa tunategemea mifugo, lakini ukame umemaliza wanyama wote waliokuwa hapa kwa sasa. Sisi pia tupo hatarini kutokana na ukosefu wa maji. Tunakodolea macho kifo kutokana na njaa. Mifugo tayari imekwisha. Ukame umetuathiri sana. Tunaomba msaada wa dharura.

Kulingana na shirika la msalaba mwekundu, kaunti za Wajia, Tanariva na West Pokot zimeathirika zaidi na ukame. Aidha, kaunti zingine nane zikiwemo Turkana, Mandera, Samburu na Garisa zinakodolea macho ya ukosefu wa chakula na maji. Vilevile, watoto laki saba elfu themanini na nne wamenakiliwa kuwa na utapiamlo, huku wakenya wengi sasa wakitegemea chakula cha msaada. Nataka niambie mheshimiwa rais, utangaze janga la njaa, yani kama emergency national drought and famine as, as a national disaster, ili wakaji wa hapa wapate msaada kutoka wafadhili, kutoka serikali na kutoka hata wale ambao wako tayari kusaidia The future

Mapema mwezi huu, naibu rais Profesa Kithure Kindiki alisema kuwa serikali imetenga jumla ya shilingi bilioni sita kukabiliana na ukame. Kwa sasa familia nyingi zinategemea chakula cha msaada, huku mifugo wao wakiangamia kila kuchao. Lora Utieno, runinga ya Citizen.